Bwana libarikiwe, mpendwa msikilizaji wangu, ninakusalimu katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu katika mkate wa asubuhi, ukikujia moja kwa moja kutoka Iringa, uh, kanisa la Baptist Revival ambako tunaendelea kumtumikia Bwana katika semina kubwa ya neno la Mungu. Uh, ni asubuhi nyingine tena ambayo Bwana ametupa ili tuweze kumega mkate wa asubuhi pamoja. Kabla hatujaleta neno la uzima, acha tumshukuru Mungu. Tunakubariki baba yetu wa milele, Mungu uketie juu sana, wewe ambaye ni mfalme wa wafalme, wewe ni niko ambaye niko wewe, ni msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Ninakubariki na kukushukuru Bwana kwa ajili ya asubuhi hii njema ambayo umetupa. Asante kwa ajili ya uweza na ukuu wako mfalme, metuamsha salama kwa sababu liko jambo unataka tujifunze, yako mambo unataka tuyatengeneze, yako mambo unataka tuyafanye. Bwana ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu anayeumega mkate wa asubuhi leo. Bwana mjalie kuelewa, mjaliwe kuweka katika matendo, katika jina la Yesu, amen. Mpendwa msikilizaji, tunaendelea na somo letu, ni Mungu atufundishaye ili tupate faida. Imeandikwa katika kitabu cha Isaya arobaini na nane mstari wa 17 Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako nikufundishaye, ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Mpendwa msikilizaji, mambo yote ambayo Mungu anatufundisha ni kwa ajili ya faida yetu. Jambo lolote ambalo Bwana naagiza ni kwa ajili ya faida yetu. Nilisema wakati fulani kwamba unapokwenda kununua kifaa chochote, kifaa hicho kinakuwa na karatasi ya maelekezo, namna ya kuitumia bidhaa hiyo kwa uzuri unapokuwa unakiuka maelekezo ya mtengenezaji bidhaa ile, mwisho wa siku, unasababisha chombo chako kisidumu na kiharibike kwa urahisi. Wewe umeumbwa na Mungu kwa udongo, yeye ndiye aliyekufinyanga. Anataka uishi maisha mengi, uondoke duniani ukiwa umejaa siku, ndipo anakupa maagizo ya kukusaidia upate faida lakini mutu mwingine unayakanyaga, unaona amri na sheria za Mungu kana kwamba ni mzigo kwako. Lakini yeye ni Mungu atufundishaye ili tupate. Katika kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kutoka sula ya ishirini na mstari wa kumi na nne pale kuna agizo moja Mungu analitoa anasema, usizini. Anaagiza anasema, usizini. Mungu anaposema usizini ni kwa faida yako, ni kwa faida yako. Anapokufundisha kuto kuzini ni kwa faida yako. Unaweza kuona iko mistari kadha ya kwa kadha ambayo Bwana anaagiza usizini, usifanye uasherati. Anapoagiza namna hiyo, Bwana ni kwa faida yako maana yeyote afanyaye uasherati anajiunganisha mwili wake na kahaba anakuwa ni mwili mmoja na kahaba. Dhambi zote anazozifanya mwanadamu ni nje ya mwili wake, lakini yeye afanyaye uasherati anafanya dhambi juu ya mwili wake. Uasherati ni dhambi ambayo ilisababisha Sodoma na Gomora waangamizwe kwa moto. Mungu anaposema usizini, ni kwa faida yako, maana unapoingia kwenye tendo hili la kuzini, ambalo watu wamelipa majina mazuri wakisema ni kufanya mapenzi, unapofanya uchafu huo unaingia kwenye maagano ya damu, unaingia kwenye maagano ya damu, unajiingiza kwenye maagano ya damu huko utafiti ambao umefanyika hivi karibuni na chuo kimoja cha fiata, chuo hicho wamegundua ya kwamba mtu anapofanya ngono, mwanaume anapofanya ngono aa, zile DNA za mwanaume uliyelala naye wewe mwanamke zitaendelea kubaki kwenye mwili wako siku zote za maisha yako, hazitaondoka. Ndio maana unaweza kuona kwa wanandoa ambao wanakaa pamoja muda mrefu, wanaanza kujikuta wanaanza kufanana, kwa sababu ile kukaa pamoja na kushiriki tendo lililobarikiwa la ndoa, wanaanza kufanana kwa sababu DNA za mwanamke zinabadilika na kuwa kama za mume wake. Sasa wewe unapokuwa unafanya uchafu na wanaume mbalimbali, DNA zao zina katika mwili wako na mwisho wa siku seli zako zinaanza kubadilika. Unaanza kujikuta ni mtu mwingine, unaanza kufikiri tofauti na ilivyokuwa mwanzo, maana hata chembe hai zako za mwili zinabadilika kwa sababu ya spam mbegu ambazo zimekaa kwenye mwili wako, kwa sababu ya mwili wako umepokea vitu ambavyo Mungu alisema usizini. Ndugu yangu mpendwa, madhara ya kuzini ni mengi. Mungu anasema usizini kwa sababu alijua ya kwamba yeyote anayefanya uchafu wa namna hiyo yeye mwenyewe anajikabidhi mikononi mwa adui. Unapompinga Mungu unajikabidhi mwenyewe kwa Shetani. Unapokataa kufanya sheria za Mungu, wewe mwenyewe unajikabidhi kwa mtoto wa adui, unajitharimisha kwa Shetani, unakuwa mjumbe wa Ibilisi na mwana wa Ibilisi. Na Ibilisi yeye hana mema katika maisha yako. Yeye ni mwivi, haji ila kuiba na kuharibu na kuchinja. Hiyo ndiyo kazi ya adui. Laiti ungarijua mpendo naye nisikiliza asubuhi ya leo, ungeachana na tabia yako hiyo chafu, ungeachana na tabia yako hiyo mbaya ya kuzini. Mtu unajifariji unasema kwamba mimi ni kijana nataka kuonja, unasema mimi ni kijana sasa nikiingia kwenye ndoa itakuwaje? Lazima nifanye mazoezi. Nimetumwa na Bwana nikuambie, yeye aliyesema ye, usizini anajua namna ya kukushindia. Ndiyo maana mtoto mdogo anazaliwa na anajikuta na uwezo wa kunyonya maziwa ya mama yake bila kufundishwa na mtu. Mambo haya utakapoingia kwenye ndoa, hakuna atakayekufundisha, utajifundisha mwenyewe kama ulivyojifundisha kunyonya ziwa la mama yako bila mtu kukufundisha kufundi dhambi ya uasherati zambi ya ya zinaa imewafunga watu wengi washindwe kupokea baraka za Mungu. Shetani anatumia majini mahaba ambayo yanawapanda watu wanajikuta wanashindwa kufanya maagizo ya Mungu. Ameingia mpaka madhabahuni, watu wanaohamika madhabahu ya Mungu na bado wanafanya uasherati. Jilindi na zinaa. Mpendwa msikilizaji, kataa usizini. Maana Mungu aliyesema usizini, anao mpango mzuri na maisha yako kama utasimama katika neno lake bila kuangalia mkono wa kushoto wala mkono wa kuume. Yeye ni Mungu aliyekuumba, anaposema usizini, anajua jinsi gani ambavyo kuzini kumekongorosha watu. Unamwona kijana mdogo ambaye amewekeza maisha yake katika kufanya uasherati, mwili wake unakongoroka, afya yake inakuwa mbaya, maana huwezi kushindana na ulikotokea. Hauwezi kijana, utaumia mwenyewe. Nataka nikuambie leo, Biblia inasema kila mke awe na mume wake na kila mume awe na mke wake, ili kuepuka dhambi hii ya zinaa. Nimetumwa na Bwana leo nikwambie, usizini. Mungu anaposema usizini, ni kwa faida yako. Wako watu wameangukia kwenye dimbwi la kuzini, wanalia usiku na mchana, na hawajui watoke vipi. Kwa neno hili ninalituma neno la Mungu likuponye likutoe kwenye maangamizi yako, maana imeandikwa hulituma neno lake likuponye na likutoe kwene maangamizi yako ya kuzini kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu na kushukuru kwa ajili ya neno hili, ninaomba likazae matunda katika maisha ya msikilizaji wangu. Nguvu zako na uwezo wako Bwana ukapate kumwatamia na kumsaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hila zote za ibilisi zinazomfanya aone kuzini kuna faida, kwa mamlaka ya jina la Yesu na fungua macho yake ili apate kujua ya kwamba Bwana unayotufundisha ni ili tupate faida, na mkabidhi mikononi kwa msikilizaji wangu huyu leo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Mpendwa msikilizaji Mungu wa mbinguni na akubariki. Ikiwa uko katika nguvu za giza na zimekushikilia, umeshikiliwa na uwezo wa kuzini kush, unataka kuacha unashindwa, ninayo silaha ya kukusaidia kuachana na uasherati, nipigie 0752352116. Mungu hatakuacha wala hatakupungukia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. hey!